Taharuki na utata wa kifo cha mtoto huyo ambaye mazishi yake yamefanyika leo katika kijiji cha Rubya imeibuka baada ya wazazi wake kuelezwa kuwa mtoto huyo alipoteza maisha kutokana na sababu ya kuugua ugonjwa wa malaria, kwani siku aliyopoteza maisha, mganga aliyekuwa anampatia huduma ya matibabu aliwaita na kueleza chanzo cha kifo cha mtoto wao ambacho wanakibainisha. Sikubali, sijaridhika kifo cha mtoto wangu kwamba kilichoandikwa kwenye cheti kwamba amekufa kwa sababu ya mashambulizi ya nanilii ya, ya, ya bakteria na malaria, na wakati baina yapo, daktari alikuwa ameshaongea kwamba kifo chake kilichompelekea ni kwa sababu ya kufanyiwa kitendo cha ukatili, kuingiliwa kinyume na maumbile, na maumbile yake na kuchoma shindano ya sumu na vitu kama hivyo. Baadaye daktari ndo akavikataa kwamba isumu inaweza kuwa vile vitu alivyo vitapika, nilivihisi kama vya sumu. Hiki kitendo hata mimi mwenyewe kama dokta kimeniogopesha. Huyu mtoto anasoma anarudi nyumbani au anakaa shuleni? Nikasema huyu mtoto ana miaka mitatu, yuko Tumsimwe ndo anakosomea. Dokta akasema huyu mtoto wenu amebakwa, na vilivyotoka kifuani atukuvielewa akasema unaona, makovu kwenye mkono alivyokuwa nakandamizwa, unaona makovu kwenye sehemu zake za siri, na kipindi wanamleta hatukuweza kumuuliza amekuja hapa na koroma, hatukuweza kumuuliza akatueleza tatizo ni nini. Kufuatia aliyo kamanda wa jeshi la polisi mkoani humo, kamishina msaidizi mwandamizi Burasu Chatanda aliyokutana waandishi wa habari ofisini kwake, anaelezea tukio hilo na chanzo cha kifo cha mtoto huyo. Polisi tuliwajulishwa wilaya ya Muleba walijulishwa na mwili ukaenda kufanyiwa uchunguzi. Katika uchunguzi ule, pamoja na mambo mengine, ilikuwa ni kuthibitisha kama kifo cha marehemu kimetokana na kubakwa au kuingiliwa kinyume cha maumbile, kwa sababu tayari kulisha kuwa na minong'ono iliyokuwa inaendelea kwamba huenda mtoto huyu amefariki kutokana na kubakwa na kulawitiwa. Uchunguzi wa awali ulionyesha kwamba kifo cha marehemu hakikutokana na nay hayo mawili ndio hasa ni kiripoti kutoka katika eneo la kituo cha polisi cha mji wa Bukoba, kilichopo katika manispaa ya Bukoba iliyoko mkoani Kagera, inaitwa aux mtgas wa ITV.